Tumia hizi njia upata wateja wa freelancing. Mimi mwenyewe binafsi natumia hizi njia upata wateja wengi wa freelancing. Ukiangalia gigs nyingi hapa zinazopata wateja wengi, nitakuonesha namna gani wanavyopata wateja ambao wanakuja kuwafanyia kazi zao, ah, ukiwa unatumia Upwork au unatumia Fiverr Uh, unatakiwa utumie njia za kutafuta wateja wako mwenyewe usisubiri wateja wajilete wenyewe kwenye profaili yako lazima utumie hizi njia ambazo nitakuelekeza hapa jinsi ya kuweza kupata wateja wa freelancing njia ya kwanza unatakiwa ujiwe kutumia LinkedIn, LinkedIn ni Uh, ni social media ambayo inafanya kazi global inapatikana dunia nzima. Sasa kitu ambacho unatakiwa kufanya hapa ni kwanza una connect na ku network na wale watu ambao wapo uh, sehemu ambazo una target. Kama una target client wa Marekani, labda huduma zako zina deal sana na watu wa Marekani, basi LinkedIn ni sehemu sahihi kabisa ambayo unatakiwa kufanya uh, unatakiwa kufanya uh, kutafuta wateja. Sasa jinsi ya kuwapata wateja wa LinkedIn uh, ni kuposti tu na kuweza kukonekti na wale client ambao wako uh, nchi ambazo una target. Kama una target Marekani, unaingia kwenye search hapa, una search watu wa Marekani. Una target kama una target watu wa Ulaya una targeti labda una targeti watu wa UK unakuja hapa kwenye search una search watu wa UK. Kwa hiyo hiyo ndo sehemu ya kwanza ambayo unaweza ukapata wateja. Sehemu ya pili ni Medium. Ukija Medium hapa, unatakiwa uh, unachoweza uh, kufanya au ambacho mimi binafsi nafanya ni kuandika articles. unaandika articles ambazo zinakuwa zinakusaidia kujitambulisha kwamba wewe ni nani. Kama mfano wewe ni, uh, ni social media manager, unaandika articles zinazohusu social media manager. Kama wewe ni labda graduate wa mambo ya agriculture, unaandika articles zinazohusu mambo ya agriculture in Tanzania. Kama wewe ni engineer, unaandika articles zinazohusu engineer. Kama wewe mwanasheria, utaandika articles zinazohusu sheria. Uh, then kupitia hapo utapata wateja ambao watakuwa wanakuja kukupa kazi huko Fiverr na Upwork. Uh, njia ya tatu ni Jamii Forum. Jamii Forum hapa unaweza ukafanya, uh, uh, ukatafuta wateja huku kwa kufanya freelancing. Mfano mimi mwenyewe unakuwa unaandika articles, unaweza kuandika articles za Kiingereza ukaingia kwenye forum za Kiingereza, forum za Kiswahili ukawa unaandika articles ambazo zinakusaidia kupata wateja njia. Sehemu nyingine aa, ni Twitter. Ukiingia Twitter utakutana na aa, kuna namna Twitter au X inaitwa Twitter au X, kuna namna ambavyo unaweza ukawa unapata wateja kwa kuandika content, kutengeneza content, kuingeji na watu wengi. Mimi binafsi wana post content nyingi ambazo zinanisaidia kupata wateja huku X. Sehemu nyingine ni Facebook. Ukiingia Facebook aa, kuna hizi kuna namna nyingi ya kupata wateja Facebook. Njia nyepesi zaidi ni kwenye magrupu ya Facebook, mfano ukisechi magrupu ya freelancing. Unakuwa unaangalia kuna kazi zinakuwa zinapostiwa huku au kuna watu wanakuwa wanaposti watu ambao wanahitaji wanahitaji uh, labda freelancers wanahitaji nini. Sasa hapa unatakiwa target ma group ambayo yako based uh, Marekani. Ukiweza kujoin katika haya ma group unaweza kupata kazi au clients wengi. Mfano wewe ni graphic designer, unajoin kwenye groups za graphic designer. Wewe ni uh, social media manager, unajoin kwenye groups za social media. Sehemu nyingine ambayo unaweza ukapata wateja ni Reddit. Huku Reddit huwa tunaitumia sana utafuta kontenti, lakini pia na wewe unaweza ukawa unaweka kontenti zako ambazo zinakusaidia kupata wateja. Unaweza ukaandika either kwa Kiswahili au kwa lugha yoyote ukaandika au ukatengeneza video, picha, ukawa na posti huku zikakusaidia kuleta wateja. Sehemu nyingine ni Quora. Hapa Quora na yenyewe ipo kama Reddit ambayo unakuwa una posti kitu chochote, unaweza ukashare kitu chochote kupitia Kola. Ukiweza kuposti na kuandika kitu chochote, ni rahisi sana kupata wateja kupitia Kola kwa sababu uh, hii hapa ni global, global social media ambayo kila mtu wa dunia nzima anakuwa anaiona. Kwa hiyo ukiposti kitu kinaonekana dunia nzima. Sehemu nyingine ni Pinterest. Hapa pin Pinterest Uh, Pinterest ni sehemu ambayo unaweza ukawa unatengeneza pindi zako unakuwa unazishare zinakusaidia kupata wateja. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo unaweza ukatumia kupata wateja wa freelancing ambao watakusaidia wewe kuweza kukupa kazi na pia kuweza kukuza profile yako na kuweza kupata wateja wengi ili kuingiza kipato. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo unatakiwa uzijue zote. Njia ya kwanza tumesema ni LinkedIn, njia ya pili tukasema ni media, njia ya tatu Jamii forum, njia ya nne ni x, njia ya tano ni Facebook, njia ya sita Reddit, njia ya saba Quora, njia ya nane Pinterest. Hizo ndo njia utaweza kupata wateja wa uhakika na wateja wa kudumu.